Nam ujambo na karibu tena katika Mdope Ujuzi chaneli ambayo inakupa updates kibao. Muda huu nimekusogezea listi ya majina yote ambayo wale waliofanikiwa kuchaguliwa katika usaili wa jeshi la polisi Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na tano. So kama bado hujasubscribe chanel yetu tafadhali subscribe kwa updates za haraka na muda wowote. So, tangazo linasema kwamba eh, mkuu wa jeshi la la polisi anawatangazia vijana wote waliomba ajira, eh, kupitia Tanzania Police Force Recruitment eh, na usaili utafanyika tarehe ishirini na nane mwezi wa nne saa moja asubuhi hadi tarehe kumi na moja mwezi wa tano eh, kote nchini. Na hapa chini wametoa mchanganuo kwamba wale wote wa ngazi ya cheti yani degree eh, diploma na cheti usaili wao katika utafanyika Dar es Salaam katika uwanja wa gwaride uliopo kambi ya polisi, e, police barrack. Unatakiwa ufike pale. Na kwa wale wa kidato cha nne na cha sita, wao watafanya usaili kwa makamanda wa polisi mikoa kama walioweza kuomba kipindi wanaomba ajira. Kwa wale wa Zanzibar, wao ni se mbili tu, ambapo wataweza kuomba kwa ngazi zote kuanzia form f mpaka mpaka chuo kikuu wao watafanyia katika e, ofisi za polisi mkoa wa Kusini Pemba Chakechake pamoja na Unguja. Maelezo muhimu ambayo yanaweza kuambatanishwa kwamba wewe na vitambulisho vyeti halisi e, siku na e, na wakati kama, kikubwa zaidi ni zingatia muda uliopangiwa, kwa sababu ukichelewa utakuwa tayari umekosa sifa na vigezo so,

moja moja share see you next time